Usiku ulikuwa mtulivu, upepo mdogo ukivuma kupitia mapengo ya madirisha ya nyumba ndogo ya kijana aitwaye Kelvin. Nyumba hiyo ilikaa kandokando ya mtaa usio na shughuli nyingi, mbali na kelele za mjini. Saa ya ukutani iligonga saa sita kamili usiku, na ukimya mzito ulitawala chumba kizima. Kelvin alikuwa amekaa sebuleni, macho yake akiwa ya yamezama kwenye kitabu cha hadithi alichopenda kusoma kila usiku kabla ya kulala. Alikuwa mtu wa kawaida tu mwenye ndoto, lakini pia mwenye hofu ndogo zisizoelezeka wakati giza linapomzunguka. Sauti ya mbu waliokuwa wakizunguka masikioni mwake ndiyo pekee iliyovunja utulivu huo. Ghafla upepo mkali ulipiga dirisha, likatoa mlio wa ajabu uliomfanya Kelvin ainuke kidogo. Alipepesa macho, kisha akatikisa kichwa na kuendelea na usomaji wake. Ni upepo tu, alijifariji. Lakini ndani kabisa ya nafsi yake kulikuwa na kitu kisichoelezeka, hisia kwamba usiku huo usingekuwa wa kawaida. Kulikuwa na mzigo hewani, kitu kisichoonekana lakini kilihisiwa. Dakika chache baadaye simu yake ya mezani ilianza kulia ghafla. Sauti ya kengele ya simu ya zamani, nzito na ya kukatisha tamaa, ilivunja ukimya kwa mshindo wa hofu. Kelvin alishtuka, moyo wake ukianza kupiga kasi isivyo kawaida. Aliinua macho yake taratibu kuelekea kwenye simu hiyo. Mlio uliendelea, mkali wa kukatisha tamaa, kana kwamba ulikuwa unalazimisha ajibu. Kwa sekunde chache alikaa bila kusogea. Aliwaza, ni nani anaweza kunipigia simu saa sita usiku? Mwisho kwa mkono unaotetemeka kidogo, aliinua mkono na kushika kipokezi cha simu. Sauti ya mlio ikakoma na kilichofuata kilikuwa ni ukimya mzito. Kelvin aliweka kipokezi karibu na sikio lake na kusema kwa sauti ya kusitasita. Halo, hinani anayepiga simu usiku huu? Hakukuwa na majibu mara moja. Kulikuwa na ukimya, kisha sauti dhaifu, sauti ya ajabu yenye kugugumia ikajibu taratibu, Kelvin, usifunge macho yako leo usiku. E, moyo wa Kelvin uliruka kwa hofu sauti hiyo ilisikika kama mtu anayemfahamu lakini pia ilikuwa ngeni, kana kwamba imetoka mbali sana, ni mbali kuliko dunia hii. Na hapo kengele ya saa ya ukutani ikagonga tena, ikitangaza saa sita na dakika tano usiku wa utulivu. Ulikuwa umevunjika na safari ya hofu ilikuwa imeanza. Kelvin alishikilia kipokezi cha simu kwa nguvu, jasho jepesi likianza kutiririka kwenye paji la uso wake sauti ile aliyosikia ilimfanya mwili wake wote kuganda. Ilikuwa dhaifu, ikivuma kama upepo, lakini pia ilikuwa na uzito wa siri nzito isiyoweza kuelezeka. Alijaribu kuzungumza, akisema kwa sauti ya kukosa uthabiti, halo, hi wewe ni nani? Kwa nini unanipigia simu usiku huu? Kulikuwa na ukimya wa sekunde chache, kisha sauti ile ile ya ajabu ikajibu tena kwa mwangwi wa mbali, "Kelvin, usitoke nje, usisikilize ukimya huu i kwa sababu hauko peke yako Kelvin." alihisi mikono yake ikitetemeka, aligeuka kuangalia dirisha lililokuwa wazi nusu, lakini hakukuwa na kitu cha ajabu nje. Usiku ulikuwa kimya, ila sasa ule ukimya ulionekana kama mzigo unaokandamiza kifua chake. ni nani wewe? Kelvin aliuliza kwa ukali, akijaribu kujipa ujasiri. Unajifanya mzaha usiku wa manane na kuonya, sitavumilia. Lakini badala ya majibu ya kawaida, kilichofuata kilikuwa ni mlio wa pumzi nzito, kana kwamba mtu alikuwa akivuta hewa kutoka mbali sana. Baada ya sekunde chache sauti ikatamka maneno yaliyomfanya Kelvin ashtuke zaidi. Ni mimi, hujanisahau Kelvin, siwezi kupumzika bila kukuonya e. Kelvin alihisi damu ikimwagika usoni mwake kwa kasi. Sauti hiyo ndiyo, sasa alikuwa na hakika, ilifanana sana na ya kaka yake mkubwa Brian aliyefariki kwenye ajali ya gari mwaka mmoja uliopita. Brian. Kelvin alitemea mate kwa mshangao, sauti yake ikipungua kama mtu anayezama. Haiwezekani. Brian alishakufa, eh, hii lazima iwe ndoto, eh. Lakini kabla hajamaliza kuzungumza, mlio wa ajabu ulisikika upande wa pili wa simu. Kulikuwa na kelele za kugongana kwa chuma, kama milango ikifunguliwa kwa nguvu na sauti ile ya ajabu ikawa nzito zaidi. Usisikilize macho yako tu, isikiliza moyo wako e, usiku huu kuna kitu kinakuja na hakitaki kukuacha hai. Kelvin alishindwa kustahimili, akatupa kipokezi cha simu kwa nguvu juu ya meza, mlio wa simu ukakatika, lakini moyo wake uliendelea kupiga haraka haraka, ukimfanya ajisikie kama amenaswa kwenye ndoto mbaya ambayo hawezi kuamka. Alipogeuka kuangalia nyuma yake, taa ya dari ilianza kutikisika ghafla, kama vile upepo mkali ulipita ndani ya nyumba. Dirisha lililokuwa wazi nusu sasa lilitoa kishindo kikubwa. Kelvin alihisi hofu ya kweli, na hapo aligundua, ile simu ya kwanza haikuwa mzaha. Ilikuwa mwanzo wa kitu kikubwa zaidi, kitu kilichokuwa kinasubiri kumkumba usiku huo. Kelvin alikaa kimya sebuleni akisikiliza kila pumzi yake mwenyewe ikimlemea kifua. Taa ya dari bado ilitikisika taratibu, na pazia likawa likipepea kana kwamba linaongozwa na nguvu isiyoonekana. Kila kitu kilionekana kigeni ndani ya nyumba yake mwenyewe. Aliinua kipokezi cha simu kilichoanguka sakafuni, akakishika kwa hofu na kulaza sikio lake taratibu. Kwa mshangao, hakukuwa na mlio wa tot kama kawaida. Badala yake kulikuwa na sauti ndogo ya kunong'ona, dhaifu lakini inayoeleweka. Kelvin, kwa nini unanitoroka? Nilikuonya usitoke nje e. Kelvin akatetemeka. Sauti ile sasa ilisikika waziwazi kuwa ya kaka yake marehemu Brian, lakini ilikuwa imechoka, nzito, kana kwamba imesafiri kutoka mbali zaidi ya dunia hii. Haiwezekani, kelvin alijisemea kimoyomoyo, macho yake yakianza kujazwa na machozi. Brian alifariki, niliona mwili wake, nilikuaga kwa macho yangu. Lakini sauti haikukoma, iliongezeka kwa nguvu, ikiendelea kwa maneno yaliyomvunja moyo he. Ndiyo, niliondoka hai, lakini bado naona ei bado nasikia hai, na bado nakulinda. Lakini leo usiku, Kelvin, kuna kitu kinachokuja. Sikiliza vizuri, kwa sababu ni mara yangu ya mwisho kukupigia simu. Kwa sekunde chache ukimya mzito ulitawala tena, kisha kulisikika kelele ya kugonga mlango mara moja, mbili, tatu, kwa nguvu na kwa mwendo wa ajabu, kana kwamba mtu asingepaswa kuwepo pale. Kelvin akakimbilia mlango kwa tahadhari, akipepesa macho kupitia tundu dogo la kuangalia, lakini alichokiona kilimfanya ainame haraka kwa mshangao. Nje hakuna mtu, giza tupu, baridi ikipuliza kama pumzi ya roho isiyo na mwili. Kabla hajafikiria hatua inayofuata, sauti ya simu ikarudi tena, ikinong'ona kwa sauti ya hofu, usithubutu kufungua mlango huo. Si binadamu anayeugonga eh. Kelvin akasogea nyuma haraka, mapigo ya moyo yakipiga kama ngoma ya vita. Macho yake yalihamahama kutoka dirishani hadi mlango na hatimaye kwenye simu aliyoshika. Alijua sasa bila shaka kile kilichokuwa kikimtafuta hakikuwa cha kawaida. Sauti ile ya ajabu, sauti ya kaka yake marehemu haikuwa ndoto. Ilikuwa onyo. Lakini swali kubwa lililobaki, kitu gani hasa kilikuwa kinakuja kwake usiku huo? Kelvin alikaa katikati ya sebule yake, akishika simu kwa nguvu kana kwamba ndiyo kinga pekee iliyobaki mikononi mwake. Maneno ya sauti ile ya ajabu bado yalikuwa yanamrindima kichwani, usithubutu kufungua mlango huo ac binadamu anayeugonga. Alijaribu kutuliza pumzi zake, lakini moyo wake uliendelea kupiga haraka haraka. Ghafla, taa ya dari iliwaka na kuzimika mara moja, kisha tena mara ya pili, ikitengeneza mwanga wa kukatika kama taa ya umeme inayokaribia kuchoma. Pazia lililokuwa likipepea sasa lilikuwa linatikisika kwa nguvu zaidi, kana kwamba mtu asiyeonekana alikuwa akilishika. Kelvin alihisi baridi ikipenya ngozi yake na nywele zote shingoni zikainuka. Kutoka jikoni kilisikika kishindo kikubwa cha sufuria kuanguka kilichofuatiwa na mlio wa vijiko vikigongana sakafuni. Kelvin aliruka kwa mshangao akitazama kwa hofu upande huo. Alijua alikuwa peke yake nyumbani, lakini sasa kila dalili ilionyesha hakuwa peke yake tena. Alisogea hatua moja nyuma, akakanyaga kitu kigumu sakafuni. Alipoangalia chini, moyo wake uliruka kwa hofu mpya. Ilikuwa picha ndogo ya familia iliyokuwa ikining'inia ukutani, sasa ikiwa imeanguka chini bila sababu. Lakini jambo la ajabu zaidi ni kwamba kwenye picha hiyo uso wa kaka yake Brian ulikuwa umefutika kwa doa jeusi lisiloelezeka. Kwa nini? E, eh, kwa nini haya yananitokea? Kelvin alijisemea machozi yakianza kumpanda. Simu ikatoa mlio mdogo tena, lakini safari hii haikuwa sauti ya kaka yake. Badala yake kulisikika sauti nyingi kwa pamoja zikinong'ona maneno yasiyoeleweka. Zilikuwa nyororo za haraka na zilipishana kana kwamba roho nyingi zilikuwa zikiongea kwa wakati mmoja. Kelvin akashindwa kustahimili, akatupa simu mezani. Lakini kabla hajachukua hatua nyingine, mlango wa nyuma wa nyumba yake ukatoa mlio wa kufunguliwa taratibu bila yeye kuugusa. Hofu ikampiga kwa nguvu. Alihisi miguu yake ikikataa kutii, mwili wake ukawa mzito kana kwamba amenaswa kwenye ndoto mbaya. Aliangalia kwa mbali mlango ule ukifunguka taratibu na upepo baridi wenye harufu ya udongo na kutu ukaingia ndani na ndipo alipousikia tena ile sauti ya kaka yake ikitoka moja kwa moja ndani ya kichwa chake, si tena kwenye simu. Kelvin, efunga macho yako heusiangalie kile kitakachoingia. E, Kelvin aliinama taratibu, lakini udadisi na hofu vikamshinda. Aliamua kugeuza uso wake kuelekea mlangoni, akijua kwamba uamuzi huo unaweza kubadilisha maisha yake milele na pale katikati ya giza, kivuli kikubwa kilianza kuingia ndani ya nyumba kikiwa hakina umbo maalum, ila macho mawili mekundu yakimwangalia moja kwa moja he. Kelvin aliganda mahali aliposimama, macho yake yakikodoa lile kivuli kikubwa kilichoingia taratibu kupitia mlango wa nyuma. Kilikuwa hakina umbo halisi, wakati mwingine kikionekana kama moshi mzito, wakati mwingine kama mtu aliyefunikwa kwa shuka nyeusi lakini macho yake mawili mekundu yalikuwa yakimetameta gizani yakimwangalia moja kwa moja. Mwili wa Kelvin ulianza kutetemeka, alitaka kukimbia lakini miguu yake ilikuwa mizito, kana kwamba imefungwa na minyororo isiyoonekana. Ndipo akasikia tena ile sauti ya kaka yake marehemu ikinong'ona moja kwa moja kichwani mwake. Kelvin, usiogope macho hayo hii na usisikilize uongo utakaosema. Nimepambana kuwasiliana nawe usiku huu, kwa sababu ni lazima nikufikishie ujumbe wangu wa mwisho. Kelvin akapumua kwa nguvu, macho yake bado yakiwa yametazama lile kivuli kilichokuwa kikisogea hatua kwa hatua kuelekea sebuleni. Alijilazimisha kuzungumza akisema kwa sauti ya kupasuka, Brian, hii ni kweli wewe? Kwa nini unanitesa hivi? Kwa nini usipumzike kaburini? Kulikuwa na kimya kifupi, kisha sauti ikajibu kwa huzuni, siwezi kupumzika kwa sababu kifo changu hakikuwa mwisho wa safari yangu. Kuna kitu niliona kabla sijafa, e hey, kitu kinachonivizia hata sasa, na sasa kimegeuka kukutafuta wewe. Kelvin akajikunyata, machozi yakimtiririka mashavuni. Kwa nini mimi? Kwa nini kinanifuata mimi? Sauti ya kaka yake ikajibu taratibu lakini kwa dhahiri sana. Kwa sababu ulio hai ni kiungo cha mwisho nilichobaki nacho. Wao wanataka kukuvunja ili mimi nipotee kabisa. Lakini nimekupa onyo hili usiamini kila unachokiona, usiamini kila unachosikia. Utaokoka tu ikiwa utafuata sauti ya moyo wako. Wakati huo huo kivuli kikubwa kilisimama katikati ya sebule, na mara ghafla kilio cha ajabu kikapasuka kutoka ndani yake. Sauti ya maumivu, sauti ya hasira na sauti ya huzuni zikichanganyika kwa pamoja. Milango yote ya nyumba ikagonga kwa kishindo, vioo vikaanza kutikisika kana kwamba vilikuwa karibu kupasuka. Kelvin aliweka mikono yake masikioni akajaribu kuzuia kilio hicho, lakini kilizidi kuingia moja kwa moja kwenye akili yake. Na hapo kwa mara ya kwanza kivuli kile kilitoa maneno kwa sauti nzito na yenye baridi: Kelvin, he, hutatoroka. Umenisikiliza kwa muda mrefu, lakini sasa ni zamu yangu. Nimekuja kuchukua kile nilichokipoteza. Kelvin akapiga kelele kwa hofu, akapiga hatua nyuma hadi karibu na ukuta. Lakini kabla hajaanguka chini, simu aliyokuwa ameitelekeza mezani ikaanza kulia tena, sauti yake ikiwa kubwa zaidi kuliko awali, kana kwamba ilikuwa ikipinga nguvu ya kivuli hicho. Na alipoinua kichwa kuangalia, aliona jambo lililomfanya apate baridi kali mgongoni, kipokezi cha simu kilikuwa kimeinuka chenyewe kikiwa kimeshikiliwa angani kana kwamba na mkono usioonekana. Ndipo sauti ya kaka yake ikaja tena, sasa ikiwa imara zaidi kuliko mwanzo. Kelvin, kumbuka, e, huu ni ujumbe wangu kutoka kaburini. Usipuuze maneno yangu, maisha yako yanategemea. Simu iliendelea kubembea hewani, kipokezi kikiwa kimening'inia kana kwamba kimeshikiliwa na mkono wa roho. Kelvin alishindwa kuamini macho yake. Macho yake yalikuwa makavu, lakini moyo wake ulikuwa unadunda kwa kasi isiyo ya kawaida. Sauti ya kaka yake Brian ilisikika wazi kupitia kipokezi hicho. Kelvin, usikilize kwa makini, kivuli hiki siyo mtu, siyo roho ya kawaida, ni nguvu iliyojificha gizani inayotumia hofu yako kama chakula ikiwa utaendelea kuangalia macho yake itakuvuta ndani ya ulimwengu wake na hutawahi kurudi. Kelvin alishikilia kifua chake, akihisi pumzi yake ikipungua. Macho yake yalihama taratibu kuelekea kwenye kivuli kikubwa ambacho bado kilikuwa kimesimama katikati ya sebule. Macho yake mekundu yalikuwa yanawaka zaidi, yakimlazimisha amtazame moja kwa moja. Kwa sekunde chache Kelvin alihisi kana kwamba akili yake inavurugwa. Aliona picha zisizoelezeka zikikimbia mbele ya macho yake, makaburi yenye milango, mikono ikimvuta chini ya ardhi, na sauti nyingi zikimwita kwa majina yake. Usiangalie, sauti ya Brian ilinguruma kupitia simu. Kaa mbali na macho yake, Kelvin. Funga macho yako sasa. Kelvin alijaribu kufumba macho, lakini nguvu fulani ilimvuta kama sumaku. Ndipo kwa mshtuko, glasi ya dirisha upande wa kulia ikapasuka kwa kishindo kikubwa, na vipande vya kioo vikatawanyika sakafuni. Upepo mkali ulivuma ndani ya nyumba ukizima taa ya chumba, na kila kitu kikabaki katika giza totoro. Ndani ya giza, kivuli kile kilianza kuzungumza tena, sauti yake ikiwa nzito na yenye hila. Kelvin. Brian amekudanganya, hakuweza kukulinda hata alipokuwa hai. Sasa anajifanya shujaa baada ya kufa. Sikiliza mimi kwa sababu mimi ndiye ukweli. Kelvin alitetemeka akibingirika kuelekea kona ya sebule. Hapana, sitaki kusikia, alihema lakini kivuli kiliendelea, ukiniamini nitakupa nguvu ambazo kaka yako hakuwahi kuwa nazo, utasahau hofu na hutateseka tena, lakini sharti ukubali kunifuata. Ndipo simu ikalia tena kwa kishindo kikubwa. Sauti ya Brian ikawa imara zaidi kuliko awali. Kelvin, usisikilize maneno yake, ni mtego kinachokufuata siyo rafiki, siyo mwokozi, ni mharibifu. Njia pekee ya kuishi ni kutii onyo langu. Usiende nje, usiangalie macho yake, na usiache sauti yangu ikupotee. Kelvin alibaki akiwa amenaswa katikati ya sauti mbili, sauti ya kivuli ikimvuta kwa tamaa na nguvu, na sauti ya kaka yake ikimlinda kwa onyo na upendo. Machozi yakaanza kumtiririka mashavuni, akili yake ikigawanyika vipande vipande. Kwa mara ya kwanza, alihisi wazi kuwa usiku huu ungeamua kila kitu, ama kuishi au kuangamia. Kelvin alikalia kimya, akiwa amenaswa kati ya sauti mbili, kile kivuli kilichokuwa kimeshika nyumba yake na onyo la kaka yake Brian kutoka kwenye kipokezi cha simu. Kila pigo la moyo wake lilikuwa na uzito wa kifo au uhai. Ghafla sauti ya Brian ilijitokeza kwa nguvu zaidi. Kelvin, hii ndiyo nafasi yako ya mwisho. Usitoke nje. Funga macho yako, usikie roho yako na nitakuongoza. Kelvin alifumba macho yake akijaribu kuzingatia kila neno. Alisikiliza pumzi yake, akajihisi kama akili yake inafafanuliwa upya. Kivuli kilianza kutikisika na kwa sekunde chache, ghafla kilipotea kama kinapotea chini ya nuru isiyoonekana. Simu ililia mara ya mwisho, sauti ya Brian ikisema kimya, he, umeshinda. Hii maisha yako yamehifadhiwa, lakini kumbuka, kila usiku wa manane unaweza kuja tena, na wakati huo hutaona tena mwanga huu. Kelvin alifungua macho yake, moyo wake ukiwa na utulivu wa ajabu. Kila kitu kilikuwa kimya, ukimya mzito lakini salama. Dirisha lililokuwa wazi sasa lilifungwa na upepo mdogo uliendelea kutiririka tu. Kila kivuli, kila kengele, kila kelele isiyoelezeka kilikuwa kimetoweka. Akikaa kimya kwenye kiti chake, Kelvin alijua kuwa usiku huu ulikuwa wa ajabu kuliko yote maisha yake. Alijua pia kuwa hakutakuwa na amani kamili, lakini alipata hekima ya kusikiliza, kuamini na kutii onyo la roho safi. Akiwa amepumzika, akashikilia simu kwenye mikono yake mara ya mwisho, akitambua kuwa hii ilikuwa hadithi ya maisha na kifo, ya hofu na ujasiri, ya usiku wa manane ambao hauwezi kusahaulika. Na kutoka pale, kila usiku wa manane, Kelvin alijua kuwa makini, kuamini sauti ya moyo na kuheshimu nguvu zisizoonekana kunaweza kumhifadhi.